zikafika mpaka Habasha kule. Walivyosikia wale muhajirun habari ya kusilimu Makuraishi, ikawafurahisha sana, wakaona hakuna tena haja ya kubaki Habasha wakati ndugu zao kule washaingia katika Uislamu, bora zaidi kuwa na ndugu zao, kwa hivyo wakaondoka wakarudi zao na tulitaja kuwa matukio yametokea mengi, kuonyesha kuwa Makuraishi walikuwa wakiathirika wanapoisikia Qur'an ikisomwa, mpaka ikafikia katika njama zao walizozipanga wakawasema, la tasmau lihadha alquran

Kwenda Habasha wakarudi zao Makka. Wakifika Makka wakakuta habari ni kinyume na vile walivyoelezewa, kumbe ni kule kuathirika kwao na Qur'an, wakawa hawana budi bila ya wao kujijua wakasujudu, lakini ukweli wa mambo ulikuwa hawajasilimi kwa, kwa hivyo ikawa wamerudi kwa siri na udhia ya Quraysh iko pale pale, bali kwa wengine ikazidi. Ikabidi wengine waingie kwa jiwaro. Tulieleza jiwaro ni kuwa alikuwa mmoja wao akiingia chini ya himaya ya mtu ambaye ni mheshimiwa pale Makka ili asiudhiwe na watu wa Maka, la sivyo ataudhiwa. Tukasema tutaeleza mfano mmoja kisha tusonge mbele. Uthman ibnu Madh'un radiyallahu Allahu anhu ambaye alikuwa ni ndugu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, salam min alradhaa, kwa kunyonya. Alipokuwa ametoka Habasha, Ethiopia, ataka kuingia Makka, akaingia

Kwa kusema haya ni maneno ya binadamu. Allah akasema mtamtia ndani ya moto, ni mchome kwa maneno yake aliyozungumza. Na alikuwa akijiona sana, kwa sababu Allah alimpa vijana, alikuwa na watoto kumi au zaidi, wabanii na shuhuda, na wale watoto wake walikuwa daima wakitembea na baba yao, na alikuwa na watoto mashujaa Yani mmoja wao ni Khalid ibn al-Walid. Nafikiri wataweza kutasawar sasa. Walikuwa wakimzunguka baba yao akitembea, alikuwa tembea na wao, kila mmoja mbeba upanga wake. Yani yule mzee humkaribie mpaka umfikia, hapo kuna vijana na nguvu zao na mapanga yao, kwayo alikuwa akiheshimiwa sana, na alikuwa tajiri sana baina ya Makuraish. Allah alimfungulia katika dunia kwa Uthman bni Mat'un. Akaingia chini ya himaya ya huyu bwana. Alipoingia pale Makka, ikawa hakuna mtu amgusa, na Waarabu ilikuwa ni sifa kwao kuwa fulani yuko chini yangu asiguswe na mtu yoyote, subutu mguse. Yaani kwa hilo tu waweza kuzuka vita hapo, ukuvitarajia akafikiwa na udhia yote. Yule mtu ambaye asema yuko chini ya jiwari ya fulani, basi yuko tayari yeye kuzua vita vikubwa pale kwa ajili ya hilo, ni kama umemkosea heshima. Alipokaa Uthman Mad'un, falamma raa ma yafalu, au ma yufalu bil muslimina min aladha, alipoona yale wanaofanyiwa waislamu katika udhia, na yeye yuko salama, haguswi

nikiwa katika amani chini ya mtu ambaye ni mshirikina, na huku wenzangu ambao tuko katika dini moja wapatwa na mabalaa na udhia ambayo mimi hainipati balaa hiyo na udhia hiyo, mimi hainipati. Bila shaka mimi naona huu ni upungufu mkubwa sana katika nafsi yangu, upungufu mkubwa sana famasha. Ila Alwalid ibn Almughira

na nakuregeshia mwenyewe sitaki tena dhima yako sitaki tena kukaa chini ya hifadhi yako. Faqala lahu lwalid. Lwalid alivosikia maneno yake akasema, lima ya bna akhi, kwa nini ewe mtoto wa ndugu yangu, kuna nini? Kwa laalahu adhaka ahadu min qaumi, je kuna mtu pengine labda alikuudhi katika jamaa zangu? Kuna mtu amekwambia maneno nkuudhi? Wa anta fi dhimmati

Faqala alwalidu ushhidukum ani bariu min jiwarihi, na mimi nawashuhudilieni niko mbali kabisa na kumhami huyu bwana thumma nsarafa. Uthman Uthman akaenda zake kutoka hapa, akawaudhiwa siku moja, akaja katika kikao cha Maquraishu akasikia maneno ya makosa, akayakosoa jamaa, akampiga mpaka akampasua kwenye kichwa chake. Ikawa Alwalid Ibn Mughira mwambia, ungelikuwa chini ya himaya yangu hakuna mtu angekugusa. Hutaki tena kurudi? Qala la hajata li fi jiwabika, niwache vile sina haja. Kwa hivyo walivorudi Makka. Ikawa udhia ni ile ile, makuraisha hawakubadilika. Katika matukio yaliyotokea kwenye hali kama hii, makuraish walikuwa na yaqini kuwa njia zote walizozitumia katika kuizuia da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hazikufaulu.

hamsikilize shekhe wake anayezungumza, zumbukuk mzungu wa reli, hajui mbele wala nyuma, haelewi katika dini usawa nini. Huyu huyu akizungumza, ukamsikia mwingine asema ah, msikia huyo, ala alama istihzaa kwa watu wa haki, na huku wakiwanyanyua watu ambao ni duni thamani. Msikia vyombo hivyo hamna chochote cha maana, lakini hutumiwa hiyo lugha ili kuonekana hawa watu hawajielewi, hawana mwelekeo. Lakini ndani ya nafsi zao wao wanayaqini, wajua kinachozungumzwa katika haki. Sasa huu uslubu si wa leo, ulianza kuanzia huko nyuma, lakini haukufaulu huko kama vile leo pia haufaulu. Sababu kila wanaposema mambo kama hayo, watu wasikiliza, waelewa, wafuata ile haki, waifuata tu kuharibu ile sura ya dini, wakaileta katika kuwa dini ya uislamu ni kitu kibaya. Watu hivyo hivyo waingia katika uislamu mpaka leo. Kwa hivyo mbinu hizi hazikufaulu. falajaat Quraish ila uslubi almufawadhat maratan ukhra ma Quraish, wakarudi katika uslubu walmufawadha, twendeni tukazungumze tukae chini tuzungumze, awache bwana kuzungumza mambo haya. Saa nyingine waweza kwenda daia katika sehemu, akawa lingania katika Sunna, akataza mambo ya shirki, akataza mambo ya bidaa, ukasikia waitwa kikao cha wazee, waitwa kwa chifu, wazee wataka kukaa na wewe. Haya haya yalikuwa akitumika kwanzia huko, kisha waitwa yaani, yafanywa kama ambaye mambo ya kijombajomba dini yafanywa kama mtu ampeleka mbuzi zake zikienda kulama maharagwe ya mtu kule, kisha sasa waja pale, kuna kesi bwana, mbuzi zako zinaingia katika shamba ya watu. Yaani dini imekuwa yafanywa kama hivyo. Sikia bwana, kuna kesi waitwa, kuna nini, jamaa wasema da we wawashambulia sana si wawashambulia sana wewe, waelekeza watu katika usawa, lakini itatumiwa jina kama hilo

Wa inna ibn akhika yudhina fi nadina wa fi majlisina, na huyu mtoto wa ndugu yako atuudhi mpaka katika mikao yetu tunaokaa, pia ajakutuudhi kutuudhi huyu. Wa inna qad istanhaynaka min ibn akhika falam tanhahu anna, na sisi tulikuja kwako tukakwambia, bwana mkanye mkanye mtoto wa ndugu yako, lakini wewe hukumkanya wala hukumkataza. Wa inna wallahi la nasbiru ala hadha, sisi hatuwezi tena kusubiria haya mambo. Min shatmi abaina, huyu atutukania babu zetu kule, kusema kwa hii ni shirki na haifai. Wao wakasema inna wajadna abaana kadhalika yafalun, tumepata baba zetu wafanya hivi Ikawa Allah subhanahu wataala wajibu, awalau kana abauhum la yalamuna shay'a, hata kama babu zao walikuwa hawajui chochote. Uona afanya babu zetu wajinga, yani wale watu wote waliopita kule walikuwa hawajui, mmejua nyinyi? Ndio lugha zinazotumika mpaka leo na baadhi ya wa Waislamu pia katika yale mambo ambayo siya sawa katika dini, ukaona lugha kama hizi zatumika huyu bwana amewafanya babu zetu kule nyuma, wale hawana hawatusi, watasfihi ahlamina waaibi alihatina, akazifanya akili zetu pumbavu, kama ambaye sisi hatuelewi, mwenye akili yeye. Na hii lilo lugha inaotumika watu wote wakujua, anjua yeye bwana. Hajakutuambia nini bwana? Wallahi, sisi tumefika hali yasikitisha sana. Hawa khurafiyun wafanya mambo ya ajabu sana. Yaani, hivi mtu aweza kutoka katika zile ziara zao za kizushi. Ziara ya kuzuru makaburi ni sunna ikiwa itafanywa kisunna, na kuna ziara bidaa ya kibida, na katika ziara za kibida kwenda ku, kutawassal kupitia maiti ambayo hiyo ni shirkun akbar, waliokuwa kifanya Makureishi. Leo aweza kutoka mtu kwenye ziara kama zile, eti ajirikodi mawahabi wataumia, hivi tatoka kutawasali ah. Sisi tuumia kwa kukuonea wewe huruma. Wewe watoka mahali wasema mimi Abu Jahal niko naye na Abu Lahab niko kama yeye, yani wewe watangaza dini ya Makuraishi, si dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wewe wasema ma nabuduhum illa liyuqaribuna ila Allahi zulfa, ndio wewe, hakuna tofauti baina wewe na Abu Jahal na wengineo katika wale waliokuwa wakimfanya upinzani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hii ndio hali iliofikia, aambiwe huyo, akwambia muona, atukania bwana babu zetu, au tukanii babu yako, wala labda babu yako ni Abu Jahal, basi ni sawa lakini Qurani haikwambia hivyo, wa atufanya sisi akili zetu kumbavu, sufaha awatia aibu miungu yetu, kwa sisi hatuwezi kusubiri hata takufa huwa anna. Ebu mkataze huyu, mzuie ikiwa hutofanya hivyo au nunazilahu wa iyyaka fi dhalika hatta yahlika ahadul fariqayn, au tutakuweka wewe katika kundi lako, tutakuwa baina yetu na nyinyi mufasala mpaka aangamie mmoja katika sisi. fa'adhuma ala abi talib firaq qaumihi wa adawatu, ikawa hili jambo ni zito kwake Abu Talib, kule kutengwa na watu wake

Basi wacha komeka na hilo usifanye. wa abqi alayya wa, alaya wa ala nafsika wala tuhammilni min al-amri ma la utiqu, ni kama kumwambia nionee huruma mimi, siwezi kuminyana na hao watu, najionee huruma nafsi yako, usinibebeshe mimi jambo ambalo siwezi kulibeba.

ala an tushilu minha shulatan, yani mimi hili jambo siwezi kuliwacha, hata akiweza mtu kwa mfano kuchukua kuni akaenda akaiwasha pale kwenye jua kisha niletee hivi, jambo ambalo lawezekana. Ni mfano yakwamba mi naweza kufanyia kitu hivi, uache nini, ntachoma pale, yawezekana mtu kutoa kutoa mwenge kwenye jua kisha akauwasha? Haiwezekani. Kwa kama hata ingelikuwa inawezekana mtu kufanya hivyo, mimi singewachilia, ntaendelea hivi hivi. Faqala Abu Talib, wallahi ma kadhaba ibnu akhi qattu farji'u, mtoto wa ndugu yangu hajawahi kusema uongo hata siku moja. Nyi rudini, mwacheni tu, mwacheni endelee na jambo lake kwa ammi yake. Ikawa

kumuua sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, njia zote hazikufaulu. kwa njia iliyobakia, sisi tumuweni huyu bwana basi, tupumzike. Na hili ni katika yale ambayo yatachangia na kwenda mpaka itafikia biidhnillahi taala, hijra ya pili ya kwenda wapi? Habasha na haya tutakuja kuyaeleza insha Allah taala. Mpaka sasa hatujazungumzia kusilimu kwa Hamza radhiyallahu anhu, ipo tutakuja kuzungumza insha Allah, na pia hatujazungumzia kuhusu kusilimu kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu warda, kwa sababu hao wawili wana mchango mkubwa sana katika kusilimu kwao, yani bimaana ile dawa